Je, inawezekana kusafiri kupitia muda? Je, kuna watu waliowahi kuripoti kurudi nyuma au kwenda mbele ya wakati? Karibu kwenye video hii ya kusisimua ambapo tunachunguza hadithi tano zinazodaiwa kuwa za kweli kuhusu time travel, safari ya muda. Zingine zitakufanya ujiulize, zingine zitakuchanganya, lakini zote zitakushangaza. Mnamo mwaka elfu mbili na tatu mwanaume mmoja kwa jina Andrew Carlson alikamatwa na SEC kwa kufanya biashara ya hisa kwa mafanikio ya ajabu. Kwa wiki mbili tu, aligeuza dola mia nane kuwa zaidi ya dola milioni mia tatu hamsini. Wakati alihojiwa, alidai kuwa anatoka mwaka 2256 na, na alitumia maarifa ya kihistoria kujua ni hisa gani zingepanda. Cha kushangaza zaidi, alitoweka kabla ya kesi kufunguliwa. Hakuna rekodi ya kuwepo kwake kabla ya tukio hilo na hakuna alikowahi kumwona tena. Swali la kutafakari: kama alikuwa mlagai, alikuwaje na maarifa sahihi ya matukio ya siku zijazo? Mwaka elfu mbili kwenye majukwaa ya mtandaoni alijitokeza mtu aliyejiita John Tita. Alidai kuwa ni askari kutoka mwaka elfu mbili thelathini na sita aliyerudi mwaka elfu moja mia tisa sabini na tano kuchukua kompyuta ya IBM elfu moja mia moja ili kusaidia kurekebisha matatizo ya mfumo wa zamani katika siku zijazo. Alitoa maelezo ya kina kuhusu teknolojia. Alitabiri vita vya ndani Marekani, na pia aliandika kuhusu matatizo ya kijamii na teknolojia. Ingawa baadhi ya utabiri wake haukutokea, wengine kama maendeleo ya AI, mgawanyiko wa kijamii na vita vya kimtandao vinafanana na hali ya sasa. Mnamo elfu moja mia tisa na moja walimu wawili wa, wa Uingereza, Charlotte Anne Moberly na Elen wa Jourdain walitembelea mnara wa Versailles huko Ufaransa. Walipofika sehemu fulani ya bustani, walihisi mabadiliko ya hali ya hewa na kuona watu waliovaa mavazi ya karne ya kumi na nane. Mmoja wao aliwaelekeza kuelekea jumba dogo ambapo walimuona mwanamke anayefanana na malkia Marie Antoinette. Baada ya kuchunguza, waligundua kuwa sehemu hiyo haikuwahi kuwa wazi kwa umma na hakuna uwezekano wa maigizo. Baadaye waliandika kitabu kiitwacho An Adventure, wakidai kuwa waliingia kwenye slip ya muda na kuona karne ya 18. Mwaka 2018, kijana mmoja alijitokeza kwenye TikTok na YouTube akijitambulisha kama Noah the Time Traveler kutoka mwaka 2030. Alidai kuwa alikuwa sehemu ya mradi wa serikali wa siri na alipewa jukumu la kuja nyuma na kueleza mambo yanayokuja kama mabadiliko ya hali ya hewa, teknolojia mpya na hata maisha ya viumbe nje ya dunia. Alifanyiwa kipimo cha lie detector katika baadhi ya video na kudaiwa kufaulu, ingawa haithibitisha